Mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema God bless Lema amezungumza kwa mara nyingine kuhusu sakata na madai ya serikali kuuza akiba yake ya dhahabu, kitendo ambacho benki kuu ya Tanzania ilikanusha siku ya jana na kusema kwamba serikali haina mpango wa kuuza akiba yake ya dhahabu ili kufadhili miradi mbalimbali ambayo imekuwa ikitekelezwa katika serikali ya Tanzania. God bless Lema amesema hakuna jambo baya kama taifa kukosa maono, kwa nahifadhi ya dhahabu ya dola bilioni 1.3 halafu kujisifu kuwa umevuka lengo. Aibu kubwa sana, lengo dogo kwa kiasi hiki. Dhahabu si pambo, ni silaha ya kiuchumi. Huzuni zaidi ni kwamba kile kinachoitwa lengo la taifa katika hifadhi ya dhahabu kinazidiwa na utajiri wa mtu mmoja kama Kim Kardashian. Hapa tatizo si rasilimali bali, bali ni fikra ndogo na maono duni, kama alivyosema former statesman, thought vision people perish. Taifa lisilo na maono makubwa, hata likiwa na rasilimali, bado litaendelea kuwa maskini, si kwa sababu hawana mali bali hawana maarifa na dira imajini, hii ni statement inatoka kwa wachumi wa benki kuu, ni kauli ya God bless Lema. Hata hivyo katika moja kati ya kauli hizi zilizotolewa na viongozi wa benki kuu siku ya jana alisema kwamba akiba ya dhahabu ya Tanzania imevuka lengo.